Tofauti kati ya opacity na fill. Moja, opacity inapunguza maudhui ya layer pamoja na effect pamoja na filter vyote kwa pamoja. Kwa mfano, tuna layer nimeandika opacity ambayo hii, kwa hiyo nikienda kupunguza opacity inapunguza kila kitu pamoja na effect ambazo zipo katika opacity ambazo ni hizi hapa. Nikipunguza opacity ninaondoa maudhui na pamoja na kila kitu ambacho kitakuwepo katika opacity. Fill ninapunguza maudhui peke yake na haiathiri uh, layer style pamoja na effect. Kwa mfano nikichukua hapa uh, teksi yapa ni fill, naona na effect, nikienda nikienda kupunguza fill, naona inaathiri maudhui na vitu vingine vinabaki. Kwa hiyo opacity inaathiri kila kitu, maudhui pamoja na effect pamoja na layer style zote ambazo za kuwepo katika hiyo layer, lakini Fill ina inaathiri maudhui peke yake na vitu vingine inaacha. Asante kwa uelewa wako.